Inna alhamda wanni'mata lak walmulk la sharika lak. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Jina langu Fatma Mode Ramadhani, ni mkurugenzi wa idara elimu maandalizi na msingi hapa Zanzibar. Muda huu tumo kunako kujiandaa na kuelekea kunako ibada ya hija ambayo kundi ambalo mtafuatana nalo ni Arafat Haj walomba, na lengo la kufika huko ni kwenda kutekeleza ibada ya Hija, mimi pamoja na waumini wenzangu, ikiwa sote tunafahamu kwamba ni utekelezaji wa nguzo ya tano ya Kiislamu, na sisi ni miongoni mwa waja ambayo Mwenyezi Mungu ameturuzuku nafasi hii, na tutakwenda kulitekeleza jambo hili. Ni waombe tu Waislamu wenzetu wote tunaowaacha huku, basi waendelee kutuombea ili tuende tukadiriki kile ambacho tunakusudia kwenda kukifanya, kama ambavyo Mwenyezi Mungu ametupangia kufanya. Hayo na sisi tutajitahidi kukumbuka tulikotoka, kuwaombea wote wazazi wetu, ndugu zetu, familia zetu kwa ujumla, lakini na taifa letu. Na tunawaomba vilevile waliokuwa hawajadiriki kufika huko, basi Mwenyezi Mungu nao awape nguvu ya kufika kwenda kutekeleza ibada hiyo. Asante sana.